Ndugu zangu, naomba tuelewane. Cha kwanza kabisa mimi mimi, kama mimi nafanya nini, harakati zangu zinalenga nini? Aa, kwa miaka yote mimi nadili na maendeleo ya wanawake. Kama tunarejea kwenye neno la Mungu, aa, mimi ni nuru ya ulimwengu. Ndivyo Yesu Kristo alivyotuagiza kuja kuwa hapa duniani, nuru ya ulimwengu. Manake yale yani matendo ambayo yanaakisi Umungu, yeah? hayo ndio ambayo unatakiwa uyatende katika nyanja zote katika maisha yako yote, ya biashara ya nyumbani ya kazini ya popote pale uko, sijui kwenye siasa eh, uko kwenye entertainment, uko inategemea sekta yote uliopo wewe. Kama ni mtu ambaye una imani yako, sijui inakuanzia, lakini imani yangu inaanzia kwa Kristo. Kwa hiyo sisi tumeagizwa kwa nuru ya ulimwengu. Nuru ya ulimwengu ni matendo ya haki, ni matendo yanayompendeza Mungu. So that is me. Hicho ndio cha kwanza kabisa ambacho inabidi ukielewe, then hapa duniani. Baada ya kufika nikagundua kwamba Mungu ameleta majira haya kwa sababu wanawake wengi wako kwenye lindi la umaskini na ukandamizaji mkubwa. Kwa hiyo hapo ndipo nilipojikita katika ku... katika kuonyesha ile nuru ya ulimwengu katika kuwa nuru ya ulimwengu. Ni kuwaangazia wanawake nuru, taa, manake maarifa, uelewa, eh, waweze kutoka kwenye hizo hali za ukandamizaji. Sasa kama mnavyofahamu, Wanawake Live ndio uh, niliyoanza nayo, of course inaendelea, lakini kwa namna nyingine ya yeah. Baada ya kufanya Wanawake Live kwa muda mrefu, maanake nilikuwa nafanya research ya kujua wanawake wana matatizo gani, na nikafahamu kwamba wanawake wengi wana matatizo ya yeah kutokuwa na maarifa sahihi. Swala sio tu maarifa, maarifa sahihi, kwa sababu wengi wamelelewa zaidi kwenye mifumo ya ukandamizaji. Kwa hiyo maarifa walionayo ni ya ukandamizaji, na wao wamekubali kukaa kwenye hizo mila za ukandamizaji. Ndio maana wanawake wengi hawako kwenye siasa, wanawake wengi hawako kwenye biashara kubwa kubwa, wamebaki kwenye vibiashara vidogo, na wachache waliotokea kwenye siasa wanapata challenge kubwa sana. Why? ni kwa sababu ya hiyo mifumo ambayo imeaminisha wanawake kwamba wao ni kama hawastahili wa wamiliki wa rasilimali za nchi hii na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo mimi, kazi yangu kubwa ni kuwamulikia wanawake taa, mwanga, kuambia guys, Mungu ametuleta hapa duniani, wanawake kwa wanaume wote, tunastahili rasilimali hizi ambazo ziko katika nchi yetu, na kikubwa ambacho tunatakiwa kukifanya ni kuhakikisha kwamba tunakwenda katika hii mifumo, ili tukamulike, ili tukaonyeshe uh, kitu ambacho Mungu ameweka ndani yetu, ndio maana na rais wetu anafanya kazi kubwa sana pale, ambayo isingefanywa na upande wa pili wanaume, kwa sababu Mungu ameweka kuna vitu ameweka kwa mwanamke, kuna vitu kaweka kwa mwanaume. Kwa hiyo wanaume nao wamechukua nafasi kwa muda mrefu, sasa ni zamu ya mwanamke, na mwanamke hakuwekwa aku, hakuja tu. Mungu mwenyewe amemweka, kwa sababu neno la Mungu linasema hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. So tunapofanya miradi kama hii ya Wadada Center ni katika sekta nyingine ambayo nayo ina giza kubwa sana. Tuko huku kwa ajili ya kumulika, kwa ajili ya kuweka nuru. Kikubwa kabisa katika shughuli zangu zote, neno la Mungu linasema huwezi kutumikia mabwana wawili, huwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa hiyo lazima kimoja kitangulie. Unapomtanguliza Mungu, maana yake ni kwamba lazima shughuli zako zote zianze kusimamia kwanza haki na mambo yote yanayompendeza Mungu pesa inafuata. Kwa hiyo pesa inakuwa kwamba ni kitu ambacho kinakuwezesha katika, Mungu anakuletea hizo fedha kwa namna ambavyo yeye anajua ili ziweze kurahisisha ile shughuli unayonayo ulionayo ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Maana yake nini? Unapotanguliza pesa, maana yake utakandamiza watu, utawaumiza watu, ili mradi wewe upate pesa. Ndio tafsiri kwa mimi navyoelewa, tafsiri ya hili neno huwezi kumtumikia Mungu na mali lazima utangulize kimoja. So I don't know wewe umetanguliza nini, lakini katika shughuli zangu zote za kuwa, uh, kuwa empower wanawake kwa neno kwa kutumia neno wanawake, maana najua wengi wakisikia neno wanawaza makanisani ambako <laughs> kule ni kuenda kulialia tu eh, kubinuka, binuka na no. Mimi kwangu mimi neno ni maisha ya kila siku kwenye kila hatua kwenye kila sekta kwenye kila kazi kwenye kila biashara neno linatakiwa liwe pale. Kila unachokifanya unakirifaa, je, kinaendana na neno la Mungu? Najua wengi wanarifaa na yani giza, shetani na kucha <laughs> no, hakuna hata sehemu moja ambayo Biblia inasema kwamba kucha ni uh, ishara ya ushetani. Zaidi sana tunaambiwa tabia, tabia ambazo zinaanzia rohoni. Ndio maana Yesu wanafunzi wake alipo walivyomuuliza mbona wanafunzi wako wana mikono? Akasema kila kitu kichafu kitaingia tumboni, kitaenda chooni, lakini kimtokacho mtu, shida ndo inakwanzia ina, ina roho ni kwako. so guys, kwenye humradi mradi wetu, nataka tu niendelee kuweka clear kwamba hapa sibembelezi hela. Mungu ataleta hela kwa sababu yeye amenituma hapa, narudia tena, yeye mwenyewe ndio leta hapa kwa sababu neno lake linasema kabla dunia kuumbwa alinijua na nimeletwa majira haya na kusudi. Kitu kinachofukuta ndani yangu, eneo ambalo naona natakiwa kumulika taa vizuri kwanza ni kwa wanawake genere, that is a big picture, wanawake kwa ujumla wake. That's why mimi nataka wanawake wawe kwenye ngazi ya uraisi why? kwa sababu tunahitaji pale, mwanamke akiwa pale kuna vitu vingi kwenye structure yeah? uh, zetu ya, yeah, mambo yatakuwa mazuri of course najua Mungu mwenyewe anajua ni nani wa kumleta kwa wakati sahihi. Kwa hiyo, naamini kwa namna Rais Samia amekuwa madarakani, ninajua kabisa Mungu alikusudia kumweka pale, kwa sababu kuna vitu ambavyo anataka dunia ione kwamba wanawake wanaweza, na Rais Samia ameonyesha hicho kitu. So huku kwenye wadada center ni vi, zile naweza kusema segment ya, katika harakati zangu za kuwaempower wanawake, kuna segmenti tofauti tofauti, kuna wale ambao wanaanza kama sisi tumeanza. Kama Yusufu aliuzwa utumwani akaenda kuwa mfanyakazi wa Potifa huko, na majaribu kibao, lakini kwa kuwa alikuwa mwaminifu mbele za Mungu, Mungu alikuwa pamoja naye. Biblia inasema, na Mungu akaja akamuinua akawa mtu mkuu sana. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba hapa nime, nilipita kwenye kazi ya ndani ili niweze kufanyika nuru kwa wale ambao sasa hivi wanapita kwenye hizi kazi za ndani, na ndio maana nataka sana wadada wanaokuja kwenye huu mradi waelewe kabisa, tuko hapa kwa ajili ya kuwasha nuru kwenda kuweka mwanga, kwenda kuondoa giza katika hizi kazi za ndani. Wale wadada ambao wamefanya mabosi wamekuwa waoga, wanaona kwamba watu ni strange, hawa watu ni watu ambao ni watu wabaya kwenye familia zetu, tukawaondoe hiyo hofu kwa kwenda kufanya kazi zetu vizuri, kwa mfumo ambao Mungu wetu anataka, tukatende haki, tukafanye kazi kwa uaminifu, tukafanye kazi kwa uadilifu so, my number one, assignment kusudi langu kubwa la kwanza ni kuutangaza ufalme wa Mungu kupitia kazi ninazozifanya. that is number one and then number two, kwa habari ya pesa Mungu ataleta kwa sababu Mungu aliwaambia nani, Yesu aliwaambia aliwaagiza wanafunzi wake akawaambia, mnavyokwenda huko hamna haja ya kubeba chochote, msibebe chochote, kwa sababu kila mtendakazi anastahili ujira wake. so wale ambao wamekusudiwa kwa ajili ya kuweza kugusa ili kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yangu wanakuja sihitaji kutumia nguvu. So kwa wewe ambaye unasema sijui customer care, what is customer care? Kwenye maswala ya uovu, unafanya uovu, unafanya makusudi, unafanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, unafanya vitu vya ambavyo ni kinyume na mfumo ambao tumeuweka. Namba wan ni kwamba mfumo wetu, tunamwambia kila mtu anayekuja, tunamwambia huu ndio mfumo ambao tumeuweka, huu ndio mfumo tunaokwenda nao. Unakubali? Then obey na hicho ndo kitu kinachowashinda wanadamu, kwamba Mungu ametuwekea mifumo ya kufuata ambayo sisi kazi yetu ni kuiobei ile mifumo, we don't do that. Na kwa kuonyesha kabisa, atufan hatufanyi wetunakuja kwenye, kwenye shughuli za watu, still tunavurugavuruga, alafu unataka mtu akupigie magoti. Mimi sipigii magoti hela, nampigia magoti Mungu na kusudi aliloweka ndani yangu, kwa sababu najua hivyo vingine alisema mtazidishiwa, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine mtazidishiwa. Ufalme wa Mungu ni nini? Sio kula na kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Sasa sehemu ambapo kuna Roho Mtakatifu, kuna haki, kuna amani na furaha ipo. So my people, that is the message, whether you take it or not. Mimi I don't care I'm not here uh, kwa ajili ya kubembeleza mtu kazi ambayo Mungu ameweka ndani yangu. Uh, so stay there, kaa pale uangalie, uone huu mradi jinsi unavyokuwa kama ambavyo Mungu ametuahidi. Ufano wa Mungu unakuwa kama mbegu ya haradali, ni ndogo lakini ni mti ambao huwa unakuwa kwa haraka sana. Au ufano wa mbinguni unafanana na amira, amira kidogo unaiweka katika uh, unga uh, magunia ya unga, utashangaa unga wote umeumuka, so that is my attitude. That is my attitude. Na hicho ndio kitu ambacho natamani wanawake wakielewe, ili wasiendelee kubaki kwenye ukandamizaji, wasiendelee kuwekewa mipaka, wasiendelee kubaki kujiona na kujidharau kwamba hawawezi. No, we can do it. Na Mungu ametuleta hapa kwa ajili ya kutawala, kuzidisha, yaani ya alitubariki, akasema ya nendeni mkazae mkaongezeke mjaze